Auzu billahi minashaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim, rrahmani alaykum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi waalihi wasallam. Naam, ndugu yangu popote pale ulipo, leo katika mazungumzo yetu mafupi haya tunazungumzia juu ya umuhimu wa kazi Waislamu na ambao sio Waislamu, jamii ya binadamu kwa ujumla, hakuna maendeleo wala mafanikio yoyote yatapatikana bila kwanza kufanya kazi. Ni kweli tunafundishana kuhusu dua, tunafundishana kuhusu maombi mbalimbali mbali, kwa lengo la kupata mafanikio, lakini mwisho wa yote kinachotakiwa kupatikane sababu asbabi Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani kila kitu amekiumba kwa sababu. Kwa hiyo basi sisi tunapoimizana masala ya dua, tunapoimizana kumwegemea Mwenyezi Mungu, tuna maana ya kwamba kazi yako kama kazi peke yake haiwezi kukupa mafanikio. Lakini dua pia inatakiwa kupatikana sababu, na sababu ya kufanikiwa ni hiyo kazi. Hivyo basi, wewe ambaye kazi yako unayo tayari hapo, tafadhali sana usiipuuze kazi hiyo, wala usijali kazi yako ni ndogo kiasi gani au kubwa kiasi gani. Kinachotakikana ni kuifanya kwa uweledi, bidii na maarifa ya kutosha, kwa elimu kamili. Kazi ni jambo muhimu sana ili limehimizwa ndani ya dini yetu ya Kiislamu, jambo la kazi limehimizwa sana. Tazama katika sura ya tisa aya ya mia moja na tano Mwenyezi Mungu anasema katika aya hiyo kwamba fanyeni kazi, Mwenyezi Mungu ataona kazi yenu, Mtume ataona kazi yenu na waumini wataona yo kazi yenu. Kwa hiyo basi, mbali na msisitizo wa kiibada uliopo ndani ya dini ya Kiislamu, lakini kazi ni jambo lililohimizwa sana. Kisha nataka, nataka ujue ndugu yangu, kazi ndiyo samani ya utu wako, kazi ndiyo sehemu ya uaminifu wako, kazi ndiyo inayotengeneza heshima yako. Hivyo basi ni vyema kila mmoja wetu aelewe kwamba jambo la kazi kwake yeye ni jambo la kiibada kabisa. Tunafundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mwenyezi Mungu anampenda sana yule mtu ambaye anakula tonge lile lilotokana na juhudi ya kazi yake juhudi ya mikono yake. Ndugu zangu, mara moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuja kwake mtu mmoja kumwomba. Baada ya kumwomba, kamueleza hivi, hebu katafute kamba na shoka. Baada ya yule bwana kuleta kamba na shoka, na baadhi ya maelezo mengine yanasema ni yeye ndiyo aliyempatia kamba na shoka, na akamtaka aende polini kutafuta kuni alete pale sokoni. Alipoleta kuni pale kijijini, akaziuza, akamwambia akachukue tena. Baadaye akawa amepata pesa za kutosha, akamwambia hivi ndivyo unavyotakiwa ufanye ili kupata riziki yako. Kuanzia hapo, bwana yule akawa anafanya kazi hiyo ya kutafuta kuni na kuziuza kuweza kupata riziki yake. Hivyo basi, ndugu yangu, popote pale unaponisikiliza, fahamu kwamba unapokwenda kusema ya razaku ya razaku ya razaku ya razaku, kwamba Allah ndiye mwenye kuruzuku ya razaku, ruzuku ni, ewe Mwenyezi Mungu, ni ruzuku mimi, wakati unasema maneno hayo tayari unayo sababu mikononi kwako, aidha uko sokoni, uko shambani, au pengine wanatembeza hata mayai, ili iwe sababu ya Mwenyezi Mungu kukuruzuku. Huwezi kuruzukiwa ukiwa umepakata mikono tu. Mwenyezi Mungu anataka mahali pa yeye kutengenezea riziki yako. Hivyo tengeneza sababu iwe kapu ya kumiminiwa riziki yako. Narudia kusema, sina maana kwamba zile dua tunazoelekezana zinazoelekezwa na mashehe kwamba sio kweli, ni sahihi. Tunasema hivi, lazima papatikane sababu. Leo hatuwezi kukaa tunamwomba mwenyezi Mungu, e mola wangu, naomba nijalie mtoto mwema, hali ya kuwa hujaoa huyo mtoto mwema atapatikanaje ndugu yangu e, mola wangu nakuomba nijalie mazao mazuri, shamba lenyewe halipo, inakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo ndugu yangu, kazi ni jambo la msingi sana, kazi ndio dini yenyewe. Unapofanya kazi Mwenyezi Mungu anakuandikia thawabu, mradi hiyo kazi we kazi halali. Hatuzungumzii kazi ya wizi hapa, unyang'anyi, utapeli, e? Ukabaila, zuruma na mambo mengine, hatuzungumzi kazi hizo. Kazi za halali, hata kama ni bustani ndogo hapo nyumbani pako ulipo, mbele hapo ulipopanga pana kiwanja kimebakia, kina kipande kimebakia, anza na hapo hapo, anza na bustani hapo hapo ya mbogamboga hapo nyumbani pako, mwombe baba mwenye nyumba. Au hapo ulipojenga nyumba yako umebakisha sehemu, sio uweke tairi zikote Acha sehemu ya kutengeneza hata mboga mboga, Mwenyezi Mungu atapisha riziki yako hapo. Wewe mama unauza kachori, wala usizalau hiyo kazi yako, usizalau biashara yako hiyo. Ni chanzo kizuri sana cha Mwenyezi Mungu kukutengenezea riziki zako hapo. Nakumbuka katika kitabu cha Wakorosai ndani ya Bibilia Wathesalonike wa kwanza Wathesalonike wa, -wa, wa, wa pili, tatu mstari wa kumi maandiko yanasema hivi asiyefanya kazi na asile. Utapata wapi cha kukila wakati chakula kinapatikana kwenye chanzo cha kazi? Itawezekanaje? ameonekana Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akipalilia mitende, wewe ni nani? ameonekana katika historia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akichunga mbuzi, akifanya biashara, na maswahaba wengi wao wameibuka kuwa ni wafanya biashara wakubwa na wanatajwa katika vitabu. Sasa wewe inawezekanaje upakate mikono yako ukawa umekaa tu, subhana rabbi ya ala wa bihamdihi eh, subhanallahi alazim umekaa tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum peke yake. Hayo mambo yanafaa, ni jambo zuri, ni jambo bora, lakini yatakiwa itengenezwe sababu madamu tu wewe si mlemavu, madamu tu wewe una utimamu. Na hata kama wewe ni wewe mlemavu, ndugu yangu, wewe si Muislamu? Nenda kasome Qurani, soma sehemu ya kitabu cha Allah, soma sehemu ya maneno ya Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi waalihi wasallam. Simama toa mawaidha, simama fundisha, basi watu watashughulishwa na wewe na riziki yako itapatikana, kwa sababu tayari unafanya kazi ya Allah. Wewe sasa, inakuwaje wewe umekata tamaa kabisa? Umekuwa ni mtu wa kufikiria namna gani ya kupiga mizinga, namna gani ya kwenda kutaperi. Hapana, fanya kazi, ndugu yangu. Kazi ndiyo kipimo cha utu. Ikiwa wewe ni mwalimu, fanya kazi yako vizuri. Ikiwa wewe ni ustazi madrasa, fanya kazi yako vizuri. Hiyo ndio kazi yako hiyo, na inshaallah Mwenyezi Mungu atakufungulia kupitia hapo. Basi kwa sasa sina mazungumzo mengine, sina cha kuendelea. Niseme tu karibuni wakati mwingine, mimi ndugu yako Haidari e, Msiru nikikuletea mawaidha haya kupitia channel yetu pendwa kabisa hii ya Msiru TV, niseme asalamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.